Tunaye naibu waziri safi jembe, amesema hapa. Mbunge alikuwa mikoani Rwangwa, leo yuko hapa. Tulimwona Mbeya, leo yuko hapa. Tunakushukuru sana na tunamshukuru Mungu kwa kuteuliwa. Sisi tunaokufahamu tunafahamu uwezo wako na dhamira yako ya kuwasaidia Watanzania, dhamira yako ya kumsaidia Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi kifupi Mheshimiwa Rais ameleta zaidi ya bilioni 317 kwenye wilaya yetu kwenye eneo la afya, ambaye wewe pia ni sehemu yake. Mheshimiwa Rais ameleta zaidi ya bilioni 117 katika hiyo, nilikuonyesha pale ofisini kituo cha afya cha zaidi ya bilioni saba amesema mbunge. Kuna kituo cha afya kinajengwa cha zaidi ya bilioni nne, lakini na vituo vya afya vingine tumekutajia, utapata nafasi ya kuvisemea. Kwenye eneo la elimu msingi ni zaidi ya bilioni ishirini amezileta. Kwenye elimu sekondari zaidi ya bilioni 34 36, Mheshimiwa Rais ameleta kwetu sisi Wanailala, tunaona ameendelea kutupendelea, ametupendelea zaidi na ametupatia spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na haya maendeleo ambayo unayaona, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni kwa sababu ya ushirikiano kati ya viongozi wa chama na viongozi wa serikali. Tunao wawakilishi wa viongozi wa chama. Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikitoa msukumo na usimamizi mzuri na madhubuti kwenye wilaya yetu wapigieni sana viongozi wetu wa chama. Lakini mahusiano yetu, Mheshimiwa mgeni rasmi, kati ya halmashauri, serikali kuu na taasisi zote za serikali, umekuwa na mshikamano mkubwa sana. Mahusiano kati ya waheshimiwa madiwani, amesema hapa mstahiki mea, pamoja na waheshimiwa wabunge wetu, imekuwa ya kuigwa mfano mkubwa sana. Wanao mashirikiano mazuri mashirikiano kati ya mkurugenzi na waheshimiwa madiwani na viongozi wote mpaka wenye viti wetu wa serikali za mitaa umekuwa mkubwa sana na mzuri. Ndio maana wilaya yetu ya Ilala, mheshimiwa mgeni rasmi, imeendelea kupata maku, mafanikio makubwa kwenye makusanyo ya fedha katika miaka mitatu iliyopita, tulikuwa tunakusanya bilioni 81, leo hii tunakusanya bilioni 132 mwaka huu tumejiwekea lengo la kuhakikisha tunakwenda kukusanya bilioni 154. Dhamira ya mioyoni mwetu mheshimiwa mgeni rasmi ni kukusanya bilioni 170. Kuendelea umekuja kutembelea mradi huu wa ujenzi wa shule ya Kitunda Relini, mheshimiwa naibu waziri, ujenzi huu ulianza tarehe ishirini na tisa mwezi wa 11 mwaka 2024 kwa mkataba wa miezi kumi na nane kwa maana ya mwaka mmoja na nusu. Mheshimiwa naibu waziri, katika kutekeleza majukumu yetu kama wataalamu kwa kushirikiana na baraza la madiwani, moja ya wajibu ni kusimamia miradi lakini utengaji na upelekaji wa fedha kwenye miradi ya maendeleo, na mradi huu Mheshimiwa naibu waziri ni uthibitisho wa hilo kwamba tumetenga na tumepeleka fedha, lakini kwa mradi huu unao upekee. Mheshimiwa naibu waziri, tulipokea fedha kiasi cha shilingi milioni mia tano ishirini na nane nukta tisa kutoka kwa Mheshimiwa Rais kwenye mpango wa SEQUIP. Lakini kutokana na mahitaji makubwa ya miundombinu ya elimu katika kata hii, jimbo hili Halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kupitia mapato yake ya ndani, tuliona ni vyema tuchukue hatua zaidi. Baada ya Mheshimiwa Rais kuleta fedha kiasi cha shilingi milioni 528, halmashauri yako Mheshimiwa naibu waziri iliongeza kiasi cha shilingi bilioni 3.6 na hivyo kufanya mradi huu uwe na jumla ya thamani ya shilingi bilioni 4.2. Mheshimiwa naibu waziri tunachukua fursa hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa uwezeshaji huo na kutuongoza na hatimaye leo tunashuhudia mafanikio. Lakini jambo zuri na la kujifunza katika mradi huu sisi kama halmashauri, wataalamu na upande wa pili, baraza la madiwani, lakini usimamizi wa Mheshimiwa mkuu wa wilaya, uratibu mzuri wa ofisi ya mkuu wa mkoa kwa maana ya RAS badala ya kutekelezwa mradi huu kwa miezi 18 kama ulivyoshuhudia, mradi huu uko zaidi ya asilimia 96, na nikuhakikishie kwa commitment yetu ya usimamizi wa miradi kuanzia ngazi ya mkoa kwa maana ya mkuu wa mkoa, RS, mkuu wa wilaya, lakini ngazi ya jiji kwa maana ya baraza la madiwani na wataalamu, na commitment ya mkandarasi kama alivyosema kwamba mwezi wa kwanza mradi huu unakwenda kukamilika.